kuja kugundua katika wajumbe wa mkutano mkuu elfu moja karibu na arobaini walioenda CHADEMA ni ishirini. Wajumbe wa kamati kuu wako ishirini na ngapi? Wako arobaini, alienda CHADEMA ni mmoja. Wajumbe wa baraza kuu wako elfu mia nne karibu na hamsini themanini, wameenda ishirini na tano sii thelathini, tukasema

Jinsi watu wanavyofikiri na kupata ustawi wa watu wote. Tukichelewa kufikia madaraka lakini tukao tumepata taifa lenye watu wanaofikiri vizuri. Watu watakaojali maumivu ya wenzao kabla ya kujali Simba na Yanga. Watu watakaojali hospitali zikiwa mbaya kwa moyo wao zati. Ukipata taifa lenye watu wenye fikra hiyo maana yake ni kwamba unakuwa na taifa lenye uwezo wa kuchagua hata viongozi bora.